A, leo tarehe moja ya mwezi wa saba mchana huu leo nimepata faraja hapo ofisini kwangu kufikiwa na vijana wawili waliokuja kuchukua fomu za ugombea udiwani katika kata mbili ya Kisukuru na kata ya Vingunguti. Hatua hiyo inanipa nafasi kukiona chama sasa kimetoka hatua moja kwenda hatua nyingine na kuleta mabadiliko ya kimsingi na hasa kuzingatia nimepata vijana ambao wanadamu changa na wanakwenda kupambana na udhalimu utakaojitokeza mbele katika siku chache zijazo. Naamini wazi kwamba chama kupitia ngazi, ya, ngazi yangu kama mkurugenzi wa haki za binadamu nimeweza kutengeneza jambo hili zuri kwa kutengeneza wagombea vijana wenye uwezo katika kata ya viongozi na kata ya shule. Naamini wana mifumo na uwezo mkubwa wa kutengeneza jambo ambalo mimi nitawaelekeza kupitia ilani ya chama chetu wakati wa uchaguzi. Kwa maneno haya machache, ni watakie sana hawa kila laheri na baraka tele za chama, wasubiri maoni kule za maoni ndani ya chama na kuwezesha kushiriki katika uchaguzi mwezi mwaka huu, mnamo mwezi wa Oktoba kwa tarehe ambayo tumeitataja.